Mimi naitwa Simon Mlimi kutoka kituo ta, kima cha kimataifa cha usuluhishaji migogoro, kituo ambacho kiko chini ya chama cha wanasheria Tanganyika kilichoanzishwa rasmi kwa malengo madhubuti ya kuleta utatuzi wa migogoro uh, kwa njia mbadala kwa maana ya nje ya mfumo wa mahakama. Uh, kwa mwaka huu kituo chetu kimepata fursa ya kushirikiana na Wizara ya Katiba na Sheria, ndio maana tuko katika banda Wizara ya Katiba na Sheria kupitia kitengo chake cha msaada wa sheria kwa umma ambacho pia kinaadili na masuala ya usuluhishi vile vile. Kwa hivyo, kwa mwaka huu kituo chetu kiko hapa Sabasaba kwenye banda la Wizara ya Katiba na Sheria kutoa elimu kwa umma na kuelimisha watu zaidi kuhusiana na masuala ya usuluhishi kwa migogoro hii. Dhana ni dhana ambayo kwa asilimia kubwa bado watu wengi hawaifahamu, ndio maana ikaonekana ni vyema kwa mwaka huu nguvu iwekwe katika kuelimisha watu. Kwa kifupi tu labda nitoe kwa, kwa uchache faida za kuja kusuluhisha mgogoro wao kwa njia mbadala uh, huku ukilinganisha na mfumo wa mahakama. Tunasema kwamba kwenye usuluhishi wa migogoro unaweza kupata faida zaidi, kwa maana ya kwamba tukizungumzia swala la muda, huku muda unatumia ni mchache zaidi, kwa sababu hata sheria yenyewe pia ya usuluhishi inawataka ina, ina, ina watu wenye mgogoro wasizidi miezi sita mgogoro umeshatatuliwa, kitu ambacho kwa mahakamani mnaweza kufanya hata miaka kumi, na kama unavyoelewa kwamba muda unaenda na gharama za fedha vile vile kwa hiyo kwa muda mfupi utakaotumia maanake hata pesa haitapotea nyingi, lakini kingine kitaalamu, kuna kitu unaita confidentiality, kwa maana ya ule usiri wa mgogoro mgogoro wenu katika uh, dhana ya usuluhisho mgogoro kwa njia mbadala huku, kuna faida ya kwamba, kuna kuwa na usiri, taarifa zenu haziwezi kutoka nje, tofauti na mahakamani ambako ni rahisi mtu kupelekwa mahakamani na asubuhi tukakuta kwenye magazeti yameandika kwamba fulani aburuzwa kotini, ambayo inaweza ikapunguza ufanisi ama ikachafua pengine hata jina ama a, taasisi fulani. Kwa hiyo faida ni hiyo kwamba kuna usiri mkubwa sana kwenye dhana ya usuluhishi, lakini mbali ya hivyo pia kuna faida nyingine ambayo huko tunaisema ipo, kuna, kuna, kuna fursa ya watu kuhuisha mahusiano yao. Kwenye mahakama sio rahisi sana, kule tu, tuwe tuna mgogoro tuwe, tuwe na kesi itoke mwisho wa siku hukumu, mmoja amefungwa amehukumiwa kifungo ama analipishwa faini. Ni katika hali ya kawaida ni ngumu sana watu kukaa meza moja na kuzungumza, ama kama walikuwa na biashara ni ngumu kuendelea na biashara, kitu ambacho kwenye usuluhishi huku mnakuwa na fursa ya kuhuisha mahusiano, kwa sababu utatuzi mgogoro unahusisha pande zote mbili, kila kitu, kila hatua mna, ni, ni katika mnaenda kwa njia ya kukubaliana kwamba okay, tunaanza hapa, tunaishia hapa. Kwa hiyo hata mwisho wa siku likitoka jibu ama yakitoka maamuzi, sio kwa lengo la nani ameshinda, ila ni kwa lengo la kutatua ama kucha, kutu, kutu, kutu, kutu, kutatua hilo tatizo. Kwa hiyo mwisho wa siku mnakuwa na uwezo na, na, na, na, na, na kuhuisha ule uhusiano na wenu na kuendelea, pengine kama ni biashara mkaendelea na biashara zenu kama kawaida. Kwa hiyo, kwa kifupi ni kwamba tuwakaribisha sana wa watanzania waje kwenye banda la Wizara ya Katiba na Sheria, Kituo cha Kimataifa cha Usuluhishi wa Migogoro pia tupo, na watapata elimu. Kuna wataalamu kutoka wizarani na kutoka kwenye kituo chetu pia, ambao watatoa msaada na kuwaelimisha kuhu watu kuhusu dhana ya usuluhishi wa migogoro ambayo tunasema kwamba ina faida kubwa kwa watu wote lakini pia kwa wafanyabiashara ambao ndo tunasema kwa kiasi kubwa wana uwezekano mkubwa sana kuingia kwenye migogoro, kwa sababu wao shughuli wa zao zinahusisha fedha moja kwa moja, lakini pia mgogoro unamkuta mtu yoyote. Kwa hiyo wote wanakaribishwa, wanakaribishwa sana, haijalishi unafanya shughuli gani, lakini wanakaribishwa kufika upate elimu ya msaada amini, upate elimu ya kuhusu dhana ya usuluhishi wa migogoro. Karibuni sana.